Je, ulijua kuwa maelfu ya kilomita yanawatenganisha Korea Kaskazini na Iran? Hata hivyo, kilichounganisha ni muungano wa siri na wa hatari uliojengwa juu ya teknolojia na silaha. Muungano huu ulifichuka wazi baada ya shambulio kubwa la Iran dhidi ya Israel. Korea Kaskazini inamiliki utaalamu wa hali ya juu katika utengenezaji wa makombora ya balistiki na ilianza kusambaza teknolojia hii kwa Iran tangu mwaka 1990. Kombora la Iran la Shahab-3 kwa kweli ni toleo lililoboreshwa na kombora la Rodong kutoka Korea Kaskazini. Mwaka 2012, mataifa haya mawili yalisaini makubaliano rasmi ya ushirikiano wa kisayansi yaliyohusisha kubadilishana maarifa ya kijeshi na kiteknolojia hasa katika nyanja za utengenezaji wa makombora, teknolojia ya satelaiti, na huenda hata utafiti wa nyuklia. Ushirikiano huu umeibua wasiwasi mkubwa kwa wataalamu wa usalama wa kimataifa na mashirikiano ya kijasusi, hasa kutokana na msimamo wa mataifa haya na uhasama wa mataifa haya dhidi ya mataifa ya Magharibi na historia yao ya kukwepa vikwazo vya kimataifa. Korea Kaskazini ikiwa imetengwa na kukabiliwa na vikwazo vikali, iliona kwa Iran si mteja tu bali mshirika wa kimkakati ambaye angefaidika na miundo ya makombora na mbinu za uzalishaji. Iran kwa upande wake ilipata teknolojia muhimu iliyohitaji ili kuongeza uwezo wa masafa na usahihi wa makombora yake, nguzo muhimu katika msimamo wake wa kijeshi katika ukanda wake. Jina langu ni Sol Thoya na hii ni TSK Media KE.